Tuko uh, na Posh Queen na muda mrefu tujapigia story, finally leo tumeonana naye na umekuwa sio mtu ambaye pia unaonekana unajificha sana siku hizi. Eh, ume break sana hapa kuonekana kwenye mitandao lakini pia mara nyingi tunakuona una tease tu, labda let's say unaweza ukapost pic na labda uko somewhere na nini hmm, ulisafiri ama ulikwepa kuanzia mwaka umeanza nasafiri kila mwezi ko... na safiri sana actually, sana sana. Ngoja, okay. Mm. Ni, ni biashara tu au ni ishu ingine? Biashara. Sometimes namsindikiza boyfriend wangu, vitu vingine mimi pia napenda kusafiri sometimes, naenda kupumzika. So far hongera. Okay. Mm. Sana for new baby in town na... <laughs> Asante. Okay. Mm. Um, tuliona ulipost kwamba ni mpenzi wako ndo amekuzawadia gari aina ya Renji na tunafahamu pia before there tulikuwa tunajua ulikuwa na date na Harmonize, ikaja katikati hapa ghafla pap, kwamba umezawadiwa gari na mpenzi wako. Watu kwa naulizana Posha ametoka kwenye mahusiano juzi kati, then ameanza kudate mtu mwingine ghafla, ulikuwa naye before mpaka amekuzawadia gari. Kwani mtu anabidi kae muda gani mpaka uanze kudate mtu mpya? Ah, i think inaweza kata miezi miwili mitatu. Ex wangu ni kama miezi saba. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So, um anyway, huko kwenye mahusiano mapya ni mtu maarufu ma Hapana, hapana. Sio maarufu kabisa. Mm. Mm. Mtu ana namna gani? Ni mfanyabiashara tu mpole mstaarabu. Sijani hata kama ana ana Instagram. Mi na, na, na wish kusikia kutoka kwako, unamzungumziaje mwanaume ambaye sasa hivi uko naye kwenye mahusiano ukitofautisha na mahusiano ambayo pia yamepita. Yani, I'm very happy, ni mwanaume mpole mstaarabu, sio kwamba mahusiano yaliopita yalikuwa mabaya, lakini naweza ngasema mlaki nimepata mwanaume ambaye tunaendana mm. na vipi vitu vingi tunaelewana yani, ni aina mwanaume ambaye, yes, namhitaji kwa muda huu. Mm. Yes. Okay. Mm. Nisipokuuliza hili swali nitakuwa siwatendee haki mashabiki wako ambao pia kufuatilia kwenye mitandao. Mm. Uh, ulikuwa na date na Harmonize. Na najua hutaki kuyazungumzia lakini pia wabongo natamani sana kujua kwa sababu mliwachana tu na ikawa ghafla. Mm. Shida ilikuwa ni nini? <laughs> Stori zimekuwa nyingi sana mitandaoni, wanasema kwamba Poshi na Harmonize walideti, penzi lao lilikuwa la mkataba, kwamba walikubaliana tulipane kwenye mapenzi yale ya kizungu. Mara nyingi tunaonaga watu wanadeti mwaka, miezi, at the end of the day wanaachana Sijaiona kwa sababu mimi alikuwa na password ya simu yangu, mimi nilikuwa na password ya simu yake. Kiukweli nilikuwa sijaiona labda, lakini mhm, mm -hmm, mm -hmm. Sijaiona ya ulifikia tu hiyo mpaka mnaangaliana vitu kwenye mitandao. Mimi sidhani kama tuviongelee sana, ni mtu ambaye anahisi ana mahusiano yake, si haitakuwa kitu kizuri sana. I think ukifanya ya kwenye mahusiano kumbe, naleta nilivyosikia ya, kwa hiyo singependa tu labda kwake kwenye mahusiano yake mapya labda pengine ungependa kumshauri na nini? Mshikaji wako tunafahamu pia ni washikaji. Ya, ni washikaji, lakini mimi mwenyewe aje nishauri kwenye mahusiano kipindi macho upo kwenye mahusiano yale au tamani atokee. okay, kwenye mahusiano yako mapya, hatuna uh, makosa yote. Mimi niko happy, we were happy, muda wetu uliisha kama mkataba, hku umeisha, hakuna yeah. Makosa, we were okay. si mm. yeah, tuko washikaji sana, so amna makosa wala amna regret. Ikitokea, mm -hmm, labda leo, eeyile anataka kufunga ndoa na mtu ambaye yuko naye sasa hivi mm, na speaking about mahusiano uko nayo sasa hivi, labda pengine tutarajie nini? Kwa sababu, unajua unajua Poshy eh, ni mtu ambaye pia mara nyingi tunamuona, labda labda leo ana date na huyu <laughs> <laughs> Ah, hamna bwana. Lakini mimi waga na last time wakati nilihudhuria birthday yako mm, na nikakuuliza kwamba uh, mwanaume zawadi gani ya muhimu ambayo pia mwanaume anatakiwa kupatia ukadai kwamba ni pesa. Kwa hiyo Poshi, mwanaume yoyote ambaye pia angependa kudate na Poshi bila pesa hawezi kuingia kwenye mahusiano tufanye watokee mtu anataka kukupa pesa na anamwonekana unaopenda utakataa? Mi napenda hela, yes, yeah, nanipe pesa. Amekununulia gari. Yeah, ananipenda bwanangu, he's obsessed. Ana wivu kama ambao pia tuliwahi kusikia kwamba Harmonize naye ana wivu kwako? No, nimwelewa sana yani, kitu ambacho kwa sababu ye sio sio mtu wa mitandao, alafu ni mtu ambaye yani yuko very low key, you know, kuelewa maisha ambayo mimi naishi ni kitu ambacho kila siku pia namwambia yani ni mtu ambaye ananishangaza hata mimi ni mwelewa sana. Mtanzania, mgogo, mtu wa Dodoma. Ongera, nilikuona ulihudhuria harusi ya, okay. mm. yes. okay. ya Juxi yeah, yeah. na speaker uh, ushikaji wako na Juxi ukoje, labda pengine mpaka kuhudhuria harusi yake. Juxi ni mwanangu miaka mingi na ni mtu ambaye tunaheshimiana sana, kwa hiyo alivyoni invite ni kwahi kuisikia stori moja kwamba wewe na Malaika amkua karibu mkuamkua washikaji kihivyo, mm. na mlikuwa hamuelewani mm. Lakini like, kwenye harusi mlionekana mko pamoja, mlikuwa mnaongea, ama ni harusi ya <laughs> mara mnashindanishwa, kwamba wao si Malaika ana shepu nzuri, kwa hiyo ni mzuri. I think mi pia ni mzuri, kwao ni kawaida, lakini sidhani ya mambo ya mitandao aza kafanya sisi tusielewane. Sahi unapendeza, asante. Harmonize alikuwa karibu sana na mtoto wako na walikuwa wakiroll muda mwingi sana, mm. Kuna time imefika labda mwanao aga na miss Harmonize. I don't know anamuhitaji baba mdogo au baba, kuna muda huwa anamiss na labda akimtaka Harmonize. Una nafasi yote kumpeleka kwa Harmonize. Inawezekana, lakini singependa kuliongelea sana yeah, yeah, singependa kuliongelea leo. Okay. Mm. Pia mtoto wako aendelee kuwa close na mtoto wa Harmonize mm. Yani, wanapendana sana, kwa hiyo kutenganisha na kitu kigumu kidogo kwa hiyo ya wana mahusiano mazuri. Okay. Asante. Mm. so <laughs> anangu miaka mingi, na ni mtu ambaye tunaheshimiana sana, kwa hiyo alivyoni invite. Niona kitu ambacho nilikuwa na muda so nikaamua kwenda Mm. So, ni, ni, ni, ni, kuisikia story moja kwamba wewe na Malaika hamkua karibu, hamkua mm. na washikaji, hamkua washikaji kivyo na mlikuwa hamuelewani, mm. lakini like mbetu prove wrong, juzi kati kwenye harusi ya Jux mlionekana mko pamoja, mlikuwa mnaongea, ama ni harusi I ya Jux mko I, I think. Hata jana nimetoka kuongea naye, ni rafiki yangu sana, ni mwanangu. Kwani tusielewane? Tuna sababu gani ya kutokuelewana? Okay. <laughs> Maana yeah, mnashindanishwa yeah, kwamba we si Malaika ana shape nzuri, ni think mi pia ni mzuri, ko ni kawaida, lakini sidhani <laughs> ya <Yeah>, mambo ya mitandao za kafanya sisi tusielewane. Sahii unapendeza, asante <laughs> Kwa mwisho Harmonize alikuwa karibu sana na mtoto wako na walikuwa wakirol muda mwingi sana, mm. kuna time imefika, labda mwanao waga na miss Harmonize. I don't know, anasao anamhitaji baba mdogo au baba, kuna muda huo huwo miss na labda akimtaka Harmonize kuna nafasi zote kumpeleka kwa, inawezekana, lakini singependa kuliongelea sana yeah, yeah. singependa kuliongelea leo okay. mm. lakini pia wish pia mtoto wako aendelee kuwa close na mtoto wa ni yani, wanapendana sana, kwa hiyo kutenganisha na kitu kigumu kidogo, kwa hiyo ya wana mahusiano mazuri.